Kanda hii ya CCTV katika hospitali ya Mbagadhi inapata gari la polisi likiingia ndani ya hospitali polepole, saa saba na dakika 35 usiku wa manane tarehe 8 mwezi huu, maafisa watatu wa polisi wakikaa mbele ya gari, wakishuka wawili wanasimama kando na kuanza kujadiliana na kuondoka kwa mwendo wa aste aste, wakifuatwa na mwenzao nyuma ya gari hilo Marehemu Albert Ojwang anasalia bila ya kuangaliwa na yeyote, shughuli iliyopaswa kuwa ya dharura ikionekana kujikokota licha ya maafisa hao kufikisha Ojwang waliyedai alikuwa na majeraha mabaya. Picha za ndani zinawaonyesha maafisa hao wakienda kuzungumza na wauguzi ndani ya hospitali. Dakika mbili baadaye wanaondoka nje, ambako CCTV inanakili wakizungumza na simu wanarudi tena ndani na kuondoka nje tena. Wakati huu wote mmoja wa maafisa hao akizungumza kwenye simu. Baada ya dakika kumi hivi, mwendo wa saa saba na dakika arobaini na sita usiku huo maafisa hao watatu wanaonekana wakitoka ndani ya hospitali na machele ya kumbeba Ojwang. Kwa dakika zingine kumi wanajitayarisha kumwondoa Ojwang ndani ya gari la polisi wakiitisha usaidizi wa mlinzi wa hospitali takriban dakika 24 baada ya kufikishwa ndipo wanaingizwa ndani ya hospitali. Hapa wanampeleka sehemu ya wagonjwa wa dharura ambako kwa dakika kumi walisalia ndani. Saa 8 na dakika kumi maafisa hao wanaondoka na mwili wa Ojwang baada ya hospitali kuthibitisha alifikishwa akiwa tayari amefariki mwendo wa saa 8 na dakika kumi na tano usiku wa manane. Gari la polisi linaondoka hospitali ya Mbagadi ikiwa imebeba mwili wa Ojwang. Kanda hii ikiuiana na ripoti ya hospitali ya Mbagadi iliyosema Ojwang akifikishwa alikuwa tayari amefariki kwani alikuwa na majeraha mabaya na mwili ulikuwa baridi. Kanda pia imedhibitisha kando na polisi kusema alipelekwa hospitalini saa saba na dakika 39 na. Marehemu Ojwang aliwasili saa saba na dakika 35 na, na kupelekwa ndani ya hospitali zaidi ya dakika 24 baadaye, matukio yanayoibua maswali chungu nzima na kudhihirisha wazi huenda Ojwang alifariki mikononi mwa polisi katika kituo cha Central.